Chana na hayo mrengo wa CORD hatimaye umezindua mswada wa kura ya maamuzi uliotayarishwa na kamati ya wataalam. Mswada huo utawasilishwa na tume ya mipaka utatuwasilishwa kwa tume ya mipaka na uchaguzi IEBC ili kuweza kuthibitisha iwapo sahihi milioni moja za Wakenya ziliweza kuafikiwa kisha uelekezwe katika mabunge ya kaunti kujadiliwa. Nicholas Wambua alihudhuria hafla hiyo ya leo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kibofu cha kura ya maamuzi sasa kimo juu ya vichwa vya viongozi wa mrengo CORD, wa CORD baada ya kuzindua mswada wa kura ya maamuzi katika ukumbi wa Bomas of Kenya. Ni uzinduzi ulioahirishwa mara mbili wakati vituo vitatu vya televisheni vilipofungwa na baada ya shambulizi la Garissa, kwa heshima za wenda zao wanafunzi wa chuo kikuu cha Garissa. Ni hafla iliyohudhuriwa na viongozi kadhaa wasio mrengo huo. Okoa Kenya is Kenya yote pamoja. Look at the country as a unit that requires Kulingana na mswada huu, mambo ambayo yamezingatiwa na yanahitaji mageuzi katika katiba ni kama ugatuzi, mageuzi ya ardhi, mageuzi ya tume ya uchaguzi, ugeuzi wa mashirika ya umoja wa kitaifa, huku mengine kama vile usalama, ufisadi na hali ya maisha yakitajwa kutengwa na serikali. Aidha magavana wameungwa mkono na viongozi hao katika wito wa kusimamia kamati za usalama katika kaunti. Mswada huo sasa utawasilishwa kwa tume ya uchaguzi ya IEBC kuthibitisha kuwa mrengo huo ulipata kiwango cha sahihi milioni moja za Wakenya, kisha kuelekezwa kwenye serikali za kaunti kujadiliwa. Hata hivyo, kinara wa CORD Raila Odinga ameonyesha wasiwasi wa wajumbe katika kaunti kushawishiwa, hawata kuongwa ili wasipitisha sheria hii katika kaunti. Lakini amesema kuwa CORD imo tayari na thabiti kwa lolote lile. Nicholas Wambua.